Habari, nakuwa vipi? Mwanaswahili TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Bado tunafuatilia kwa karibu zaidi hotuba ambayo ilitolewa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bungeni nchini Tanzania. Sasa inaonekana kuwa ni hotuba ambayo imejaa vitu ambavyo tunavyoita magugu. Kuna ujumbe ambao umewekwa kwenye mtandao wa kijamii na mwanadada mpambanaji mwite Mange Kimambi. Huyu ni mwanaharakati kutoka nchini Tanzania, ijapokuwa anapiga mishe zake kule Marekani sasa inaonekana kuna yule ambaye alimtumia ujumbe hapa akilalamika kuhusu kile ambacho tunachokita hotuba ya Rais Mama Samia Suluhu kuhusu hotuba ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan ni hotuba ambayo iligusia vitu vingi kwa maana ya kwanza Mama Samia Suluhu Hassan alikuwa anasema kuwa aliguswa na ile hali ya vijana kuumizwa na vile vile kuuawa na asasi za kiusalama nchini Tanzania wakati wa maandamano na vile vile wakati wa uchaguzi ya pili aligusia ishu ya yeye kuongea ama kutoa amri kwa DPP kuachilia vijana ambao walikuwa wameshikiliwa na vyombo vya usalama nchini Tanzania na kuwekewa kesi ya uhaini nchini Tanzania. Sasa wengi walikuwa wanajiuliza maswali kibao, inakuwaje? Kwa maana hapo mwanzoni serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan ilikuwa imetoa taarifa ikisema kuwa wale ambao walihusika na maandamano nchini Tanzania ni wageni, bali sio wa Tanzania. Lakini wengine pia wanajiuliza inakuwaje, kwa maana hapo mwanzoni umesema kuwa wale ambao walihusika na maandamano nchini Tanzania maandamano ambayo ilipelekea uharibifu wa mali na vilevile vile vifo nchini humo ni maandamano ambayo wengi walikuwa wanaifuatilia kwa karibu zaidi. Umesema ya kuwa ni watu kutoka nje ya nchi, lakini vijana wa kitanzania ndio waliwawa wengine kupotezwa na vilevile vile wengine kuumizwa na asasi za kiusalama. Sasa kuna ujumbe ambao Mange Kimambi ametumiwa hapa na ameiposti ujumbe huu unasema kuwa hakuna binadamu mwenye kiburi kama Samia. Imagine, kabla ya tarehe 29 Oktoba alisema hakutakuwa na nywe nywe nywe wala nywe nywe nywe, akiamini watanzania hawataandamana kisa ni waoga na hawana akili. Walipoandamana akaanza kwanza kusema sio Watanzania, baada ya wiki mbili anakuja kusema waliandamana kwa kufuata mkumbo. Huyu mama kwa nini anatudharau hivi? kwa hiyo anaona sababu za vijana wa nchi hii kuandamana hazipo. Yeye anaona ni kwa sababu tu za vishawishi vya Mange na akina Sativa mitandaoni, au wameandamana kwa kufuata mkumbo kweli? Alafu akiweka emoji za mtu ambaye ameangua akilio na emoji ya faya sasa hotuba ya Rais Samia Suluh Hassan kwenye bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania alikuwa anasema kuwa wale vijana walikuwa wamefuata mkumbo. Sasa DPP inafaa awaachilie vijana hao ndio waendelee kupiga mishe zao. Wengine nao wanajiuliza inakuwaje, What about wale ambao waliuawa na maafisa wa jeshi la polisi na vilevile vile jeshi la taifa la Uganda, kwa maana hapo mwanzoni kulikuwa na tetesi ya kuwa baadhi ya wanajeshi kutoka nchini Uganda waliingia nchini Tanzania kupiga mishe zao za hapa na pale, mishe za kumsaidia Mama Samia Suluhu Hassan kuwadhibiti vijana wa majenzi ambao walileta vurugu mechi tarehe 29 Oktoba, yani mwezi wa kumi nchini Tanzania, vurugu mechi ambayo ilipelekea wengi kuuawa, wengine kuumizwa na vilevile vile wengine pia kupotezwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Sasa yule ambaye amemtumia meseji hii Mange Kimambi anajaribu kujiuliza inakuwaje? Kwa maana ma, Rais Samia Suluhu Hassan kabla ya tarehe 29 hapo alitoa tamko fulani akasema kuwa jeshi la polisi ama asasi za kiusalama nchini Tanzania ziko salama kuzidi usalama wenyewe na wako ngangari zaidi, kuakisha kuwa Watanzania wamepiga kura kwa amani na kutakuwa na vurugu ambayo wanatarajia kufanyika nchini Tanzania. Lakini baadaye akatoa taarifa, anasema kuwa wale ambao walihusika na maandamano nchini Tanzania sio Watanzania bali ni wageni, lakini vijana wa Kitanzania ndio waliuawa kwa wingi katika maandamano ambayo ilifanyika tarehe tisa mwezi wa kumi. Sasa huyu anajaribu kuhoji, anajiuliza inakuwaaje sasa. Anasema kuwa kwa hiyo anaona Mama Samia anaona sababu za vijana wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuandamana hazipo. Sasa akauliza tena, yeye anaona ni kwa sababu tu za vishawishi vya Mange na kinasativa mitandaoni au wameandamana kwa kufuata mkumbo kweli? Sasa ile hali ya rais kutoa tamko lake kusema kuwa vijana walifuata mkumbo inaonekana kuwa hana feelings ama kukuwa sensitive kwa wale ambao waliuawa, wale ambao walitekwa, na vilevile wale ambao waliumizwa na watu ambao wanaaminika ni maafisa wa jeshi la polisi. Ile hali ya kuwa insensitive, yani kukosa kuwa sensitive, ni hali ya mtu kukosa kuwa na hisia kuhusu mwenzake na ndio kwa maana wengi wanajaribu kuhoji hali hii. Sasa kuna wengi ambao wamedondosha komenti zao kwenye posti ya mwanadada mpambanaji mwite Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama MK Mnazareti anasema, mimi naandamana, haya vijana wenzangu, fateni mkumbo wangu, Disemba tarehe tisa. Alafu mkuu TZ ameweka emoji kadhaa za fire. Binti wa Gwajima anasema tena ni dharau kubwa. Alafu mlima underscore teka ameweka emoji kadhaa za fire. Huyu anajulikana kama Barack underscore Kilimanjaro anasema unfollow wasanii na masters. Damon, Millard Ayo, Queen Dalin, Gigimani, Harmonize Jukes, Nenga, Zuchu, just underscore sanila anasema uweza wake wa kufikiri ni mdogo zaidi. Trust me. Alafu Godi underscore official 966 ameeka emoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Official underscore mwindi ameandika dada, alafu akaangua kilio pale. Alafu huyu anajulikana kama Isaya Letaka anasema yani, huyu mama atoke tu. Alafu the real underscore Gracia akasema Samia hafiki Januari. Shedi Mhadidi anasema yani, neno mkumbo linanikera sana. Mr X 07125G anasema Samia must go. Intercessor 2000 anasema mama mnyama damu must go. Rashi 1241 anasema yule mama dawa yake moja tu, kwa garna mbili mbuzi moja tu. Alafu ujasiri Rivant anasema nimedharirika kiukweli Sama Levant TV anasema bila Mungu hatutoboi. I see. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinadondoshwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji mwite Mange Kimambi. Kuna ujumbe ambao Mange Kimambi ametumiwa na mtu ambaye anamfuatilia kwa karibu zaidi. Huyu ni Gen Z na Mange Kimambi ameamua kutunza faragha yake, kwa maana pale hauwezi ona namba yake ya simu. Lakini huyu mpambanaji anamwambia Mange ya kuwa hakuna binadamu mwenye kiburi kama Samia. Imagine, kabla ya tarehe 29 Oktoba alisema kutakuwa na nywinywinywi wala nywinywinywi, akiamini wa Tanzania hawataandamana kisa ni waoga na hawana akili. Walipoandamana kaanza kwanza kusema si Watanzania. Baada ya wiki mbili, anakuja kusema waliandamana kwa kufuata mkumbo. Huyu mama, kwa nini anatudharau hivi? Kwa hiyo anaona sababu za vijana wa nchi hii kuandamana azipo, yeye anaona ni kwa sababu tu za vishawishi vya Mange na kinasativa mitandaoni au wameandamana kwa kufuata mkumbo kweli? Sasa inaonekana kuwa mpambanaji ambaye amemwandikia uh, ujumbe huu Mange Kimambi amekerwa zaidi. Sasa Mange ameweka caption pale, akasema kuwa ajua kudharau jenzii eti walifata mkumbo da! Sasa inaonekana Mange Kimambi pia ameshangaa na huu ujumbe ambao ametumiwa na jamaa huyu ambaye ni kama anamfuatilia kwa karibu zaidi. Mama Samia Suluhu Hassan alisema kuwa amewasamehe vijana ambao walifuata mkumbo. Unajua ile hali ya kusema kuwa mtu amefuata mkumbo inamaanisha kuwa mtu ana akili ya kujitolea maamuzi kuhusiana na masala ambayo anajihisi ya kuwa yanamkera, bali sasa anafura tu akili za watu ambao pia hawaaminiki katika jamii. Kwa hiyo nimejaribu kudadavua mengi na angalau nipate kujua hali halisi hii ishu ama ujumbe ambao Mange Kimambi ametumiwa na mtu mmoja kwenye mtandao wa kijamii. Anashangaa, anajaribu kujiuliza maswali kibao kuhusiana na tamko la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye alikuwa anasema kuwa vijana walifuata mkumbo, ijapokuwa kusema kuwa ni nani ambaye alikuwa anawaongoza vijana hawa kufuata mkumbo, na ndio ilipelekea maandamano tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like na vilevile vile kushare. Hii ni sauti ya mjomba, niite Fazul wa Swahili TV.